Tunahitaji kuongeza jitihada katika kuboresha mfumo wa kodi ambao utahakikisha usawa na kuondokana na misamaha ya kodi isiyo na tija. Kwa hiyo we have to work more on tax reforms in order to ensure tax harmonization and move away from tax exemptions, concessions and holidays. Lakini jambo la tatu ni kutoa vivutio vya kutosha kwa mawakala na taasisi za kukusanya kodi ili kukabiliana na vitendo vya rushwa. Lakini jambo la nne, tunahitaji kukuza matumizi ya TEHAMA katika ukusanyaji wa kodi na uwekaji wa akiba. lazima katika eneo hili tuongeze msukumo katika matumizi ya EFD. Jambo la tano, ni muhimu kutekeleza mikakati ya makusudi ya kupunguza na hatimaye kuondokana na utegemezi wa misaada kutoka nje. Lakini pia muhimu, lazima tuendelee kuboresha mazingira ya biashara ili kukuza uwekezaji. Eneo la saba tunalohitaji kufanyia kazi ni kujenga kanzi data madhubuti ya taarifa za walipa kodi, walipakodi wa sasa na walipakodi tarajiwa, na twende kuangalia mtu mmoja mmoja, mashirika na taasisi, na kufanya jitihada za kuongeza idadi ya walipa kodi kama njia ya kupunguza mzigo wa kodi na hapa napenda kukubaliana na maoni ya sekta binafsi, na ni vema wizara zetu, wizara ya fedha, lakini pia wizara ya mipango na uwekezaji, kuzingatia sana ushauri uliotolewa kuhusu elimu, elimu kwa wajasiriamali wetu wadogo wadogo, lakini pia kupunguza gharama za kurasimisha biashara ili zitoke kutoka sekta isiyo rasmi kwenda kwenye sekta rasmi. Lakini vile vile, rai iliyotolewa ya kuangalia kipengele cha 28b kuhusu ofisi ya tax ombudsman ni muhimu nacho kirejewe. Lakini eneo lingine ambalo ningeshauri liangaliwe ni mbinu, lazima tubuni mbinu za kukabiliana na changamoto ya kilojistiki na kisiasa katika utozaji wa kodi katika sekta isiyo rasmi. Na mwisho ni lazima tuweke mfumo thabiti wa usimamizi, ufuatiliaji na upimaji kwa taasisi za kodi na zile za usimamizi. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, kwa kuhitimisha hotuba yangu na kutoa muda zaidi kwa ajili ya majadiliano katika kongamano hili, ninapenda kuweka msisitizo katika masuala matatu mahi, muhimu yafuatayo. Kwanza, ninalitaka kongamano hili lijielekeze kuibua mawazo na mikakati mipya itakayoiwezesha nchi yetu kuongeza makusanyo ya mapato ya ndani na hivyo kuiwezesha serikali kutoa huduma bora kwa wananchi na kupunguza utegemezi kwa wahisani. Na hili ndilo litakalotuwezesha kuanza utekelezaji wa dira ya taifa, dira mpya ya ishirini na hamsini kwa nguvu. Lakini jambo la pili, natoa rai kwa wananchi kutumia vyema fursa inayotolewa na serikali kila mwaka kutoa maoni na kuwasilisha mapendekezo yao ya kuboresha sera za kodi na uwekezaji kwa kuchangia moja kwa moja katika jukwaa hili au kupitia dirisha la kidijitali. Na tatu, ninawataka mawaziri wa kila sekta kutoa maoni ya, ku, ya, maoni ya kuongeza mapato ya ndani katika sekta zao na kuhakikisha kuwa maoni na mapendekezo yatakayotolewa na wadau kwa njia mbalimbali yakiwemo kongamano hili yanafanyiwa kazi kwa lengo hilo hilo, lakini bila kudumaza ukuaji wa sekta husika. Na mwisho kwa niaba ya serikali ninapenda kuwashukuru wananchi wote kwa kuendelea kuiunga mkono serikali ya awamu ya sita katika jitihada za kuharakisha maendeleo kwa kulipa kodi stahiki bila shuruti lakini pia kwa kudai risiti bila kila manunuzi yanapofanyika. Na kwa namna ya pekee na wapongeza wote walioshinda tuzo mbalimbali mbali, ambazo Mheshimiwa Rais alizikabidhi kwenye siku ya mlipa kodi kwa mwaka 2023/24. Kwa mara nyingine tena, napenda kuhakikishieni kuwa serikali ya awamu ya sita itaendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini ikiwemo kuimarisha hali ya ulinzi na amani na usalama na kuboresha mfumo wa viwango, mfumo na viwango vya kodi.